Mimi ninaitwa Emanuel Shirikale, mchungaji wa Africa Inland Church Tanzania, na unajiongea kwenye mabanda ya Wizara ya Katiba na Sheria. Ndiyo. Kubwa ni nini? Kubwa ni kwamba nimekuja kuweza kupata ushauri na kutoka kwa wanasheria kwa hiyo nitakapopata ushauri mimi kama mchungaji, itanisaidia kuendelea na majukumu yangu ya kikazi kama mchungaji, pia tuko tunaongoza watu huko makanisani. Kwa hiyo nitakapopata maelezo na ufanuzi na maelekezo kutoka kwa wanasheria, itanisaidia mimi na mimi kutoa elimu na kusaidia jamii ambako ninafanyia kazi mimi ni wana, wa, viongozi wote wa dini wana utashi ulionao nao wa kuja kupata elimu ya kisheria. Ah, inawezekana wanao, kwa sababu sijakutana nao, lakini mimi nimevutiwa na huu mpango na nikatoka Ngorongoro nimetoka Ngorongoro ah, kuja, kuja moja, kwa moja, kuja Arusha moja kwa moja Arusha ili kusudi niweze kupata hii huduma na kupata maelekezo na elimu hii na mimi nitakaporudi kule Ngorongoro nitaenda kutoa hii elimu na kuwasaidia wananchi wengine ambao hawana hii elimu, ili waweze kutambua haki zao kikatiba, haki zao kisheria, na namna ambavyo wanakutumia sheria au namna ya mwongozo kwamba wa, wa, wanapokutana na jambo fulani waweze kufanyaje, waelekee mahali fulani. Mpango huu ni maono ya kiongozi wa juu kabisa wa taifa letu Mama Daktari kwamba wananchi wetu wapewe elimu ya kisheria, migogoro yao itatuliwe kwa haki, amani, ili wapate maendeleo. Neno lako kwa mama huyu. Ile a mimi na mama tunakushukuru sana kwa huu mpango ambao umeuweka, kwa sababu huu mpango unasaidia sana kuondoa migogoro na kupunguza shida na kero kwa wananchi. Kwa hiyo mama, tunakushukuru sana, asante na Mungu akubariki, akuwezeshe kwa hii huduma kubwa sana. Hii ni huduma kubwa, sisi tunaita ni huduma ya kiutume ambayo kwa kweli mama umeifanya. Kwa hiyo pongezi, mama yetu hapa bwana, migogoro hakuna, polisi Ndi. mashauri Ndi. ni ya kindugu sana Ndi. hii inamaanisha nini kwenye upande huu na kwa viongozi wa dini na kuiliweka taifa letu kwenye amani na utulivu na mambo yaendelee kwa maendeleo eh. Uh, hii kwa kweli linaiweka jamii yetu, kwa sababu katika taasisi zote za kidini uh, taasisi zote za kidini zinatangaza amani na mara nyingi unakuta sasa kwamba wananchi wanaogopa, unaweza uh, ukakuta mtu akaambiwa kwenda mahakamani anaogopa tu mahakamani. Sasa hii fursa ya amani ya kuja mahali hapa ambao pako wazi inawasaidia uhuru mwananchi wa levo ya chini kujieleza kuji, kuji, kufunguka. Kwa hiyo huu mpango ni mpango ambao ni mzuri sana, na hili eneo ambalo ni la amani na la uhuru kama ambavyo tunaona hapa kuna uwazi, watu wanakaa yuko huru. Yani hii ni mpango sana kuwaone wananchi wakiwa wengi namna hii. Ina maana nini utatuzi wa migogoro na haki e, hii inamaanisha kitu kikubwa sana. Ukisikia kwamba mimi nimetoka Ngorongoro, sio Ngorongoro tu, Loliondo kuja, maana yake nimepanda uh, gari nimesafiri na kuna uhuru watu e, inamaanisha kwamba watu kwanza wameitikia wameitikia wito waliposikia tangazo wameitikia wito, wamehamasishana, wamekuja. Kwa hiyo hii ina maana kwamba hili ni hitaji kubwa kwa watu na limekuwa na mwitikio na naamini litakuwa na mafanikio makubwa. Unaiaje wananchi kule Loliondo ulikotoka na namna ambavyo wanaweza wakaja kupata usaidizi wa kisheria na masuala yao na migogoro na haki? Asante. Mimi ninawaambia wananchi mlioko Ngorongoro na Loliondo, ninatoa wito kwamba karibuni kwenye vyombo vya sheria. Kama utasikia ili huu e, ujumbe kwa siku ya leo, bado kuna siku chache zipo, tafadhali njoo, utapata huduma na utapata usaidizi kabisa, bila wasiwasi, bila malipo. Na kwa hiyo hii huduma inatolewa na tunawakaribisha kabisa, karibuni. Ee, Mama Samia ametupa nafasi. Wananchi wa, wa, wa mlioko huko Loliondo karibuni, na sehemu zingine mlioko karibu na Arusha, mnaposikia ujumbe bado kuna siku zipo chache, karibuni, mtapata huduma. Mchungaji, mimi ningependa tumalizie kwa sababu wanasema baraka za Mungu ziko mikononi mwa watu wake. Ningependa tumalizie jambo hili kwa neno lako la kiroho kama kulitakasa jambo hili liende kwa amani na utulivu. E, mimi ninaomba Mungu aibariki hii kazi, awabariki wanasheria, awabariki watu wote wanaojumuika wanaohusika. Mungu abariki hii kazi iweze kuendelea vizuri. tunamwombea na mama yetu, Mungu ampe afya njema amsaidie katika majukumu yake. Tunaomba hata kwa ajili ya mkuu wa mkoa huu Mungu amsaidie, amwezeshe, na viongozi wote wa serikali na chama Mungu awawezeshe wa uh, tunaombea amani, tunaombea ulinzi, tunaombea pia mafanikio, na Mungu aibariki nchi yetu Tanzania, iendelee kuwa nchi ya amani na wananchi wake waweze kupokea baraka hizi ambao viongozi wetu wa nchi Mungu amewapa hii neema. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu mbariki rais wetu mpendwa Mama Samia.